Shinda we, chukua hatua za imani, chukua hatua za ujasiri. Kata kata, kata, kata, kata walioko kwenye biashara yako, we wakate, we wakate, wewe wakate. Kata, kata, kata, kata kwa jina la Yesu. Kata, kata, kata kwa jina la Yesu. Kata, kata, kata kwa jina la Yesu. Kata, kata, kata kwa jina la... wamekuchelewesha vya kutosha, wamekuchelewesha vya kutosha Shika, hilo panga lako lina makali kote kote, lina makati lina makali pande zote. Wewe kata kata kwenye ndoa yako, wewe wakate, sema: ninawakata, ninawakata, kata, ninawakata, kata, ninawakata, kata! Nyie mizimu mnaohangaisha na maisha yangu, ninakatakata, ninakatakata, nyie mapepo, ninakatakata kata. Majini yote nina, kata, kata. Kata, kata, kata kata kata, siku ndio leo siku ndio leo! Wamekuchelewesha, wamekuchelewesha, walikudanganya wakakwambia niabudu mimi nikupe mali. Wakakupeleka kata, ao kata, kata, kata! Piga, piga, piga, piga kwa jina la Yesu, jina liputalo majina yote. Piga hao, piga hao, piga hao, piga hao kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Usione huruma, usione huruma, usione huruma, wamekutesa wao, hawakuhurumii wanakutesa kila kukicha, wanakuchelewesha kila kukicha, wanaharibu mambo yako kila kukicha, wana kushin, unakufanya ushindwe kila kukicha. Lakini Yesu alishinda yote, alishinda majaribu. Akashinda jaribu la kwanza la njaa, akashinda jaribu la kwanza la kujitupa chini, akashinda jaribu la tatu la kumwabudu Shetani. Alishinda yote, na wewe leo ni siku yako ya ushindi, ni siku yako ya ushindi. Lazima ushinde kila jaribu lililoko kwenye maisha yako kwa kuwapiga hao wajaribu, kwa kuwateketeza hao wajaribu, kwa kuwaangamiza hao wajaribu. Kata, kata, kata, kata, kata hayo mapepo, kata hayo mapepo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hakuna kuona huruma leo, haonei huruma mtu. Kata, kata, kata, haribu, haribu, haribu, haribu, haribu, haribu, haribu, haribu katika jina la Yesu Kristo, tumeomba amen. Mpe Bwana makofi mengi ya ushindi. Mpe Bwana makofi mengi ya ushindi, mpe Yesu makofi mengi ya ushindi, makofi tupiga makofi ya ushindi. Shangilia ushindi wako. Shangilia ushindi wako kwa Bwana. Shangilia ushindi wako kwa Bwana. Haleluya, haleluya. Mpe Bwana makofi mengi ya ushindi. Mpe Bwana makofi mengi ya ushindi. Haleluya haleluya, Amen, ninaamini umewashika na kuwaharibu adui zako. Nasema ninaamini umewashika na kuwaharibu adui zako. Umeshika na kuharibu mizimu, nasema umeshika na kuharibu mizimu katika jina la Yesu. Umeshika na kuharibu magonjwa katika jina la Yesu Kristo. Umeshika na kuharibu umaskini katika jina la Yesu Kristo umeshika na kuharibu mafarakano kwenye nyumba yako katika jina la Yesu Kristo. Mpe Bwana makofi mengi ya ushindi. Ni kukumbushe yule hiyo Yoshua yu, yu, kumi mstari wa ishirini na nne, alafu tumalizia hapo. Kisha ikawa hapo walipomletea Yoshua hao wafalme watano hapo nje, Yoshua akawaita wanaume wote wa Israeli akawaambia majemadari wa watu wa vita waliokwenda naye, haya jongeeni karibu, mweke nyayo za miguu yenu katika shingo za wafalme hawa. Nao wakajongea karibu, wakatia nyayo zao katika shingo zao. Yoshua akawaambia, msiche wala msifadhaike, iweni hodari na wa mioyo ya ushujaa, kwa kuwa ndivyo Bwana atakavyowafanya adui zenu wote ambao mwapigana nao. Haleluya! Unaamini? Bwana ndivyo anavyowafanya adui zako wote unaopigana nao, nao. Kama unaamini sema amen. Kama unaamini sema amen. Haleluya! Hebu chukua mguu wako vizuri, andaa mguu wako vizuri. Nataka uwe kwenye nyayo, nataka mguu wako, nyayo za miguu yako sasa uziweke kwenye shingo za maadui zako, kwenye shingo za mizimu haleluya! Tunaanza na shingo za mizimu. Umeshaandaa mguu wako vizuri? Umeandaa mguu wako vizuri bwana, nataka uweke mguu wako kwenye shingo yao, haleluya! Kwa uhodari kabisa na kwa ushujaa kabisa, na kisha uweze kuachilia upanga kwenye hizo shingo za mizimu. Haleluya! Uko tayari kuweka shingo, mguu wako kwenye shingo ya mizimu? Weka mguu wako sawa sawa kwa imani, weka kanyaga kanyaga shingo zao, kanyaga shingo za mizimu upande wa mama, kanyaga shingo za mizimu upande wa baba, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga shingo za majini mahaba. Weka mguu wako kwenye shingo ya majini mahaba kwa jina la Yesu Kristo. Weka shingo, weka shingo, weka shingo, weka shingo kwenye hao majini mahaba, weka shingo yako hapo kwenye kichwa chake. Weka shingo, weka shingo, weka kichwa, weka mguu wako, kanyaga, kanyaga kwa jina la Yesu, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga. Achilia upanga wa moto achilia, upanga wa moto achilia, upanga wa moto, kata shingo zao. Wako chini ya nyayo za miguu yako, wako chini ya nyayo za miguu yako. Kata shingo zao, kata shingo zao, kata shingo zao, kata shingo za hiyo mizimu, kata shingo za mizimu pande wa baba pande wa mama pande wa baba pande wa mama kwenye eneo lako, ile mizimu ya eneo ile mizimu ya eneo, hao wafalme hao wafalme watano hao wafalme wa anga, weka mkono wako weka shingo yako kwenye kwenye shingo weka mguu wako kwenye shingo zao, weka, weka mguu wako kwenye shingo za wafalme wa anga wafalme wa anga wafalme wa anga wafalme wa nchi kavu wafalme wa baharini hao wafalme wa kuzimu, kanyaga piga upanga, kanyaga piga upanga kwa jina la Yesu Kristo. Yes, yes, panga unapita, panga wa roho, panga wa roho, panga wa roho, panga wa roho, kanyaga piga upanga, kanyaga piga upanga, kanyaga, kanyaga kwa hasira, kwa hasira, kanyaga piga upanga piga upanga, hawa wafalme hawa wafalme wa mateso hawa wafalme wa magonjwa hawa wafalme wa ukoo, kanyaga piga piga upanga, hawa wafalme wa bahari hawa wafalme wa bahari wakuu hawa wakuu hawa wakuu wote, piga piga upanga piga upanga piga upanga piga upanga, tura piga upanga, wakuu wa umaskini wakuu wa umaskini wakuu wa magonjwa wakuu wa magonjwa wakuu wa mafarakano wakuu wa, wa magonjwa piga upanga upanga wa waku, waku, waku, kipepo wakuu wa kipepo kwenye ukoo wako kwenye ukoo wako kwenye ukoo wako, wako. Achilia upanga achilia upanga, wako chini ya nyayo zako, kanyaga, wakanyage wakanyage wakanyage wakuu wa, ge, wa, ge, wa magonjwa wakuu wa laana wa laana wafalme wa laana kanyaga piga upanga kanyaga, mwana wa Mungu, piga upanga kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Wamekusanyana, wamekusanyana toka kijijini kwenu, wamekusanyana hao mamizimu, hao mamizimu, piga upanga. Bwana amewatia Bwana amewatia mkononi mwako, wako chini yako. Walikuwa wamejificha kwenye mapango, leo wamekamatwa, wametolewa kwenye maficho yao, wametolewa kwenye maficho yao, walijificha popote walikojificha, tunawachomoa tunawachomoa, tunawaleta wanawaleta wanawaleta mahali hapa, wanawaleta wakuu wa mateso. Hao wakuu, hao wakuu wanakatalia urithi wako, wanakatalia urithi wako. Kanyaga, kanyaga kwa imani, kanyaga, piga upanga wa Roho, piga upanga wa Roho, piga upanga wa Roho. Wanatesa watoto wako, wanatesa ndoa yako, wanatesa ndoa yako, wanatesa watoto wako, wanatesa biashara yako, wanatesa uchumi wako, wanatesa kazi yako, wanatesa, wanatesa huduma, watesi wa kanisa

Piga upanga kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, upanga unapita, upanga unapita, upanga unapita. Ni hali ya hatari, tunatangaza hali ya hatari, hali ya hatari, kuzimu, hali ya hatari, wa upanga, wa upanga, wale wako wa kuzimu, wale wako wa kuzimu, wale wako wa magonjwa, wa kuwa pressure, wa kuwa cancer, wa kuwa cancer, wa kuwa magonjwa kwenye nyumba yako, wanapigwa, piga, piga kwa upanga wa Roho, panga wa Roho, panga wa Roho, piga Panga roho, hao majini, majini makata, weka subiani, piga, kanyaga kanyaga nyayo za miguu yako, piga upanga, piga upanga. Wameleta majaribu mengi, imetosha. Kata kata zote za majini maiita naahari ni ya atari hari ni ya hatari, leo hata baki hakuna hata mmoja, hawa wakuu wa wafilisti hawa wakuu wa mizimu hawa wakuu wakuu waanga wakuu waanga. Kata, kata, kata.

hali ya hatari kuzimu, hali ya hatari mapepo wanapigwa wanakatwa kwa upanga, wanakatwa kwa upanga, upanga kwa upanga, kwa upanga, kwa upanga, kwa upanga, kata hiyo roho ya kifo, hiyo roho ya kifo, hao majini wa mauti, hiyo roho ya mauti, hiyo roho ya mauti kwenye nyumba yako, kata, kata!

Baada ya Yoshua, akawatundika akawatundika, tunawatundika waku wakuu wakuu wa mateso hao, wakuu wa kipepo tunawatundika kwa jina la Yesu Kristo, tunawatundika kwa damu ya Yesu Kristo. Hapo ofisini kwako, kwa watundike watundike watundike kwa ujasiri, kwa ushujaa mkubwa, watundike watundike watundike juu ya miti watundike juu ya miti, watundike juu ya miti. Watundike juu ya miti. Watundike juu ya miti. Watundike. Watundike kwenye ulimwengu wa roho, watundike kwa jina la Yesu Kristo, watondeke watundike, watundike wakuu wa mizimu, wakuu wale, wakuu wa mateso, wakuu wa mateso. Asante Yesu, pige Bwana Yesu makofi mengi ya shukrani. Mwambie Yesu asante, mwambie Yesu asante, mwambie Yesu asante, mwambie Yesu asante, mwambie Yesu asante, mwambie Yesu asante. Asante, asante, asante, asante, asante. Bwana Yesu tunakushukuru. Bwana Yesu tunakushukuru. Tunakutukuza katika jina la Yesu Kristo. Wote tuseme kwa imani, amen. Basi chukua sadaka yako. Chukua sadaka yako. Tunaitoa kwa imani. Hawa walikuwa ni wakuu, walikuwa wanaleta majaribu kwenye maisha yetu. Mungu amewakatilia mbali na Mungu amewaua wa wamepigwa kwa uwezo ulio mkuu. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya sadaka hii tunayoleta mbele zako, tunaomba uitakase na tunaomba uipokee katika jina lenye nguvu na uweza la Yesu Kristo. Asante Mungu wetu, na asante Baba yetu wa mbinguni, amen.

sadaka hizi tunaomba uzitakase na uzibariki na tunaomba uzipokee katika jina la Yesu Kristo, amen. Mpe Mungu makofi mengi ya shukrani kwa kazi ambayo Bwana ameifanya. Tunashukuru Mungu kwa ajili ya ibada yetu ya leo, ibada yetu ya uponyaji. Naamini Mungu amekuponya na kuondolea magonjwa yako. Haleluya! Basi naomba usimame, usimama Jifunike kwa damu ya Yesu Kristo, jifunike kwa damu ya Yesu Kristo, jifunike kwa damu ya Yesu Kristo, kwa moto wa Roho Mtakatifu. Jifunike kwa damu ya Yesu Kristo na kwa moto wa Roho Mtakatifu. Ukiri wetu, tunaamini katika jina la Yesu Kristo tumetiwa muhuri wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo hatuibiwi, hatuharibiwi, hatuuawi. Amen, iwe kwetu sana. Ukiri wetu katika jina la Yesu Kristo, msimamo wetu katika jina la Yesu Kristo tuko salama na tutaendelea kuwa salama. Kwa hiyo tutakuwa, tutaongezeka, tutajaa kwa amani. Amen ikae kwetu sawasawa na msimamo wetu katika jina la Yesu Kristo. Haleluya, mshipe Mungu makofi mengi ya shukrani <tip> Makofi mengine ya sifa, kwa sababu Bwana amewakata, amewaangamiza wale maadui. Pe Bwana, makofi ya sifa. Pe Bwana, makofi ya sifa. Pe Bwana, makofi ya sifa. Pe Bwana, makofi ya sifa. Pe Bwana, makofi ya sifa. Sante Yesu, mwambie Mungu asante, mwambie Yesu asante, mwambie Yesu asante, mwambie Yesu asante, mwambie Yesu asante, mwambie Yesu asante. Jifunike kwa damu ya Yesu, jifunike kwa damu ya Yesu Kristo na kwa moto wa Roho Mtakatifu. Asante Mungu. Unapoondoka mahali hapa, unaondoka ukiwa umejaa baraka za Mungu, ukiwa umejaa mema ya Mungu, Mungu akiwa amefanya jambo kubwa, ukiwa umepata ushindi juu ya majaribu mbalimbali yaliokuwa yanaendelea kwenye maisha yako, unatoka mahali hapa ukiwa mtu mwingine. unatoka mahali hapa ukiwa na ushindi mkubwa wale maadui ukiwa umewakata, ukiwa umewekwa chini ya nyayo za miguu yako. Baba tunakushukuru tunakutukuza Sante kwa sababu ya ushindi mkubwa ambao tunatoka nao leo mahali hapa. Sante kwa ajili ya zile nyara. Bwana amekubalikia na amekupa nyara nyingi. Zile nyara nyingi, unaondoka na nyara nyingi mahali hapa. Unaondoka na nyara nyingi. Hebu hesabu zile nyara unazoondoka nazo mahali hapa. Hesabu zile nyara unazoondoka nazo mahali hapa. Una nyara ya uponyaji. Umeteka nyara uponyaji, ni wa kwako sasa. Uzima ni wa kwako. Umeteka nyara furaha, umeteka nyara amani, umeteka faida kwa ajili ya kazi yako. Hiyo ni nyara pia unaondoka nayo mahali hapa. Unaondoka na nyara ya kuongezeka. Unaondoka na nyara ya kibali. Unaondoka na kibali zaidi unaondoka. Mwambie Mungu asante, mwambie Mungu asante, mwambie Mungu asante. Mabaya yaliyokusudiwa juu yako hayatakupata. Unaondoka na hiyo hali ndani yako. Mabaya hayatakupata. Mitego yao imevunjika. Wale wale wakuu wa mitego wamekatwa shingo, wakuu wa mitego wamekatwa shingo. Tunamwambia Mungu asante. Haleluya. Amen, asanteni sana e. Jumapili baada ni saa so, tatu usichelewe. Asante sana wale waliokuwa natufuatilia kwenye radio, Mungu awabariki sana na kwenye YouTube pia, Mungu awabariki sana asanteni sana.